Jina langu ni Sihle Sibisi, nina umri wa miaka 38. Mwanzo nilienda Nigeria kwa sababu ya kanisa moja hapa Afrika Kusini. Nabii wa kanisa hilo alikuwa anatutuonyesha mara nyingi video za TB Joshua na alituambia kuwa yeye ni mwana wa kiroho wa TB Joshua. Ndiyo maana wengi wetu tulijikuta tukienda kwenye kanisa la TB Joshua. Nilipofika huko nilidhani kuwa ni ziara ya kawaida tu. Zaidi ya hayo, nilikuwa nimefanyiwa upasuaji wa sikio, lakini bado nilikuwa na matatizo ya kusikia upande wa kushoto. Na kwa kuwa tulikuwa tumeona mtu huyu akiwaponya watu na kufanya miujiza, nilikwenda nikiwa na tumaini kwamba nami pia nitaponywa, lakini pia nilitaka kumkaribia Mungu kwa sababu TB Joshua alituambia kuwa yeye ni sauti ya Mungu na yuko karibu sana na yeye. Nilipokuwa Nigeria nilichaguliwa kutoka kwa watu waliokuwa kwenye foleni ya maombi ili nibaki pale na kuwa mhubiri wa Injili. Haikuwa ombi, bali ilikuwa ni uamuzi. Niliambiwa kwamba ni lazima nibaki ili kumtumikia Mungu. Kufikia wakati huo, tayari walikuwa wametujengea wazo kwamba kuwa karibu na mtu wa Mungu ni heshima kubwa sana. Kwa hiyo, kwa kawaida unajisikia mwenye bahati na umeheshimiwa kuchaguliwa kubaki karibu naye katika kanisa lake. Kilichofanya iwe rahisi zaidi kwangu kubaki ni kwamba niliona wasichana wengine kutoka mataifa mbalimbali, Uingereza, Singapore, na kadhalika. Nilitambulishwa kwa Angie ambaye alikuwa mmoja wa wanawake wa kwanza weupe kutoka Afrika Kusini waliokaa pale na pia kwa Michele. Mimi nilikuwa mwanamke wa kwanza mweusi kutoka Afrika Kusini kubaki pale, jambo ambalo lilionekana kuwa la heshima na la kuvutia sana. Katika kanisa hilo waligundua haraka kwamba nina kipaji cha kuimba, kwa sababu nilikuwa tayari katika timu ya kusifu na kuabudu kule Afrika Kusini. Kule Nigeria waliita kikundi hicho Carers. Niliunganishwa katika timu hiyo ya waimbaji na nikawa karibu sana na waimbaji watatu wakuu, Anu, Ane na Boss. Wakati hatukuwa tunaimba, nilikuwa nikifanya kazi katika idara ya utawala au waliweza kunipa kazi mbalimbali mbali kama kusaidia kwenye idara ya wageni. Nakumbuka nilikuwa na umri wa miaka 20 au 21 wakati huo, labda ilikuwa mwaka 2020 au 2021, na, na, na nilikaa pale kwa muda wa miaka mitatu hadi mine takribani. Mama yangu alifurahia sana hali hiyo. Kwa upande wake Ilikuwa fahari kwamba binti yake alikuwa amechaguliwa kama mwanamke wa kwanza mweusi kutoka Afrika Kusini kuishi pale. Hali hiyo pia ilimpa heshima mbele ya nabii wake wa hapa nyumbani. Hata kanisa nililotoka kule Afrika Kusini lilionekana kuinuliwa hadhi kwa sababu binti yao alikuwa amechaguliwa kubaki Nigeria. Lakini baba yangu hakuwa na furaha hata kidogo. Hakuna mtu aliyekuwa anajua kwamba sitarudi. Mimi mwenyewe nilidhani naenda kwa siku saba tu. Nilipompigia simu nikamwambia kwamba sirudi, kwamba nabii amesema nibaki. Hakupendezwa kabisa. Nilimweleza TB Joshua kuwa baba yangu hakukubaliana na hilo, ndipo TB Joshua akaamua kulipia tiketi za baba yangu, mama yangu na kaka yangu ili waje Nigeria. Alitaka kuwahakikishia usalama wangu na kuwaeleza kwamba hili ni wito kutoka kwa Mungu. Baba yangu mwanzoni hakuamini kabisa. Alishindwa kuelewa kwa nini ningetoka Afrika Kusini kwenda kuishi Nigeria. Wakati huo nilikuwa tu nimeanza kazi yangu ya kwanza, nilikuwa nimejipatia gari langu la kwanza Fiat Palio, na nilikuwa nimepanga kwenye nyumba yangu ya kwanza huko wa clan par. Lakini mwishoni mwa ziara yake, na baada ya kukutana ana kwa ana na TB Joshua, alibadilika na kuamini kwamba ningebaki pale salama. Mwanzo wa yote ulionekana kuwa mzuri. Tulifundishwa kuacha kumwita nabii na kuanza kumwita Baba kwa sababu alihesabiwa kuwa baba yetu wa kiroho, mtu aliyelinda maisha yetu na kutupenda. Lakini kadri muda ulivyopita, tulianza kugundua sura nyingine ya tabia yake. Alikuwa na hasira na wakati mwingine alitumia nguvu za mwili, hasa kwa wale wanaoitwa wanafunzi wake. Tulikuwa na darasa za wanafunzi zilizokuwa zinaanza saa nne usiku, saa sita au hata saa saba usiku. Hakukuwa na kulala mpaka baba mwenyewe amelala. Tulikuwa tumewekewa utaratibu wa namna hiyo. Katika mikutano hiyo, kulikuwa na hali ya kutangazwa kwa mambo hadharani. Kama ulimwambia mtu jambo kwa siri, mtu huyo angeweza kuripoti mbele ya wote. Kwa mfano, angesema baba, dada fulani alisema hivi na vile na wengine wangelazimika kuthibitisha maneno hayo. Ndani ya mfumo huu tuligundua haraka kuwa huwezi kumwamini mtu yeyote. Kila kilichokupata kilibidi ukibaki nacho moyoni, kwa sababu kama ungemwambia mtu mwingine, kuna uwezekano mkubwa kuwa angemwambia baba mbele ya wote kwenye mkutano wa wanafunzi. Hii ingesababisha adhabu nzito: kupigwa vibaya, kulazimishwa kuomba msamaha kwa hadhara, au hata zaidi. Baada ya muda unakuwa umechoka kabisa kimwili na kiakili. Walikuwa wanatuteka kiakili. Kulala ilikuwa nadra, hata usingizi haukupatikana kwa sababu kama baba hajasinzia huwezi kulala pia. Ulilazimika kuwa macho kila wakati, ukiwa mwangalifu sana, kwa sababu hukujua ni nani anakutazama. Ulikuwa makini na kila neno na kwa nani unasema nini. Baadaye, ndani ya kundi la wanafunzi tulianza kugundua kuwa baadhi yao walikuwa na mahusiano ya faragha kati yao. Mambo haya yalikuwa yakifanyika kisiri ndani ya vyumba, hasa pale wageni wasipokuwepo. Cha kushangaza, baba hakuwa anasema lolote kuhusu hilo, kana kwamba hakuliona au alilikwepa kwa makusudi. Kilichokuwa kinatia mashaka zaidi ni kwamba wasichana fulani waliitwa mara kwa mara kwenda kwenye jengo la ghorofa tano. Nilipowauliza baadhi yao kwa nini ni wewe tu unayeitwa huko juu? Kuna nini kwenye jengo hilo la ghorofa ya tano? Nilijikuta matatani. Katika mkutano mmoja wa wanafunzi, msichana mmoja aliripoti mbele ya wote kuwa niliuliza maswali hayo. Nikapata adhabu kali kwa kosa la kuuliza tu. Cha kushangaza zaidi ni kuwa wasichana hao walikuwa wanapanda jengoni na Biblia pamoja na daftari zao. Katika kanisa hilo, kila mtu alikuwa anatamani kuwa karibu na mtumishi wa Mungu kwa sababu hiyo ilihesabiwa kuwa ni sawa na kuwa karibu na Mungu mwenyewe. Siku moja bila kutarajia hata kidogo, nilipokea wito. Waliambia kuwa baba ananitaka kwenye jengo la ghorofa tano. Nilifurahi sana na nikajawa na hamu, nikidhani ni nafasi ya kiroho ya kipekee. Nilidhani pengine ataomba kwa ajili yangu, atanifundisha mambo ya kiroho. Kwa kifupi, nilihisi ni hatua ya kuinuliwa kiroho lakini nilipofika nilikuta wavulana waliokuwa wanajulikana kama wavulana wa ghorofa tano, ambao walikuwa wanamtumikia kikamilifu. Mara nilipoingia tu, aliwafukuza wote, kisha akanitazama na kusema, vua suruali yako. Wakati huo nilibaki nimeshangaa sana. Sikuweza kuelewa kama ilikuwa ndoto au kweli, akili yangu ilikuwa inachanganyikiwa kabisa lakini mwishowe unajikuta ukitii kile alichosema. Alipomaliza alichokitaka aliniambia tu niende zangu, kana kwamba hakuna kitu kilichotokea. Haikuwa kwa hiari yangu hata kidogo. Inawezekanaje kuwa kwa hiari wakati unapoitwa unaamrishwa kuvua nguo zako, na tayari akili yako imeshavunjwa kabisa? Tayari umefundishwa kuamini kwamba kila kitu anachosema dadi ni kweli tupu kwa hiyo hata kama ndani yako unahisi kuna kosa, huwezi tena kufikiri kwa uhuru wako. Baada ya tendo hilo alinitazama moja kwa moja machoni na kusema, sasa umeunganishwa nami kiroho, wewe ni wangu milele. Kwa hiyo kwako inakuwa kama mateso ya kiakili, unakuwa chini ya mamlaka ya kiroho usiyoweza kuelewa wala kupinga. Mara baada ya kutoka katika jengo hilo la ghorofa tano kwa namna ya ajabu, nilikuwa nikikutana mara kwa mara na dada mmoja aitwaye Bola, ambaye pia ameonekana kwenye makala ya uchunguzi. Yeye alikuwa kama mratibu wa matendo haya, mtu wa kumletea dadi wasichana. Mara tu unapotoka ghorofani, anakupa kazi fulani ya kufanya, anakufuatilia, anatazama tabia yako baada ya tukio lile, unaongea na nani, unafanya nini. Kwa hiyo, unashughulishwa muda wote ili usipate nafasi ya kutafakari au kuongea na mtu yeyote. Lakini hata kama ningetaka kuongea na mtu, ningemwambia nani? Tayari mfumo wenyewe ulikuwa umekufundisha kuwa ukimwamini mtu na ukamweleza jambo, anaweza kukufichua hadharani na ukajikuta umeadhibiwa vikali. Adhabu mbaya zaidi niliyowahi kuipata ni kufukuzwa kabisa kutoka kwenye jengo la kanisa na kulazimishwa kulala kwenye parking, eneo la maegesho. Sehemu hii ya maegesho ilikuwa wazi karibu na jengo la kanisa, mahali ambapo magari ya wagonjwa na magari mengine yalihifadhiwa. Nililazimishwa kulala hapo kwa muda wa mwezi mzima. Walisema eti mimi ni mwenye kiburi na wasi mwingi, na kwamba hiyo adhabu ilikuwa ya kuwa mwili wangu. Kulingana nao, mwili lazima ufe ili Kristo afufuke ndani yako. Wakati wote huo wa mwezi mmoja, wanafunzi wengine walikuwa wameambiwa wasiongee nami kabisa. Hakukuwa na mawasiliano yoyote kati yangu na wao. Walipaswa kuniacha peke yangu bila hata salamu. Ikiwa mtu alitaka kunipa chakula, alipaswa kukifanya kwa siri sana, kwa sababu hakuweza kuonekana akizungumza nami au kushirikiana nami kwa njia yoyote ile. Hii ndiyo adhabu ya nidhamu kali zaidi niliyowahi kupewa. Ukiwa kwenye maegesho, jambo pekee unaloweza kulitamani ni kwamba dadi apite karibu na hapo. Jengo la kanisa lilikuwa na milango mingi na njia nyingi, kwa hiyo ukimwona akipita karibu, ulikuwa unamkimbilia kwa haraka, ukimsihi kwa machozi, Dadi nisamehe tafadhali. Unamlilia ili upate nafasi ya kurudi tena kwenye mfumo huo. Mchakato mzima ulikuwa na lengo la kukuvunja kabisa, kuwa mwili wako, kwa sababu walituambia kama mwili wako haujafa, huwezi kurudi ndani ya jumuiya hiyo. Kumbuka pia kwamba pasipoti yako ilikuwa mikononi mwao, kwa hiyo hata kama ungetaka kuondoka ungeenda wapi? Hakukuwa na namna ya kutoroka. Mimi binafsi nilianza kuongea hadharani, si tu kuhusu unyanyasaji niliyoupata Nigeria, bali pia kuhusu yale yaliyotokea Afrika Kusini katika kanisa lililotutuma kule, kwa sababu ndiyo huko ndiko unyanyasaji ulianza. Pale pia nilichaguliwa kuishi kwenye nyumba ya wamisionari, mfumo ule ule wa tib Joshua. Tofauti ni kwamba yule mchungaji wa Afrika Kusini alikuwa anamuiga TB Joshua, ambaye alikuwa anamheshimu kama baba yake wa kiroho. Mchungaji huyo alikuwa na nyumba ya wamisionari huko Cape Town, ambako alikuwa akiwahifadhi wasichana aliyowachagua mwenyewe. Ndipo nilipoona mambo ya kutisha kabisa yaliyokuwa yakifanywa kwa wasichana hao. Nilianza kutoa ushuhuda wangu tangu hapo, lakini kadri nilivyozidi kuongea ndivyo walivyozidi kunizuia. Kila niliposema kile nilichokiona au kukipitia, waliniambia kwamba si mimi niliyekuwa naongea bali ni pepo ndani yangu, na kwamba nahitaji kufanyiwa maombi ya kufunguliwa. Nilipofika Nigeria, mambo yale yale yalianza kujirudia. Unaanza kuamini kwamba labda ndivyo maisha yalivyo, lakini hata hivyo bado unashangaa kwa sababu unajiuliza, lakini huyu si mtu wa kawaida, huyu ni baba mkubwa wa Ukristo mtu anayeaminika kuwa karibu na Mungu, inakuwaje naye anafanya mambo haya? Niliendelea kusema ukweli wangu, lakini hakuna aliyekuwa tayari kusikiliza ninapozungumzia TB Joshua. Ilikuwa ni hadi tulipokutana kama waathirika wa zamani, ndipo kwa mara ya kwanza tukapata ujasiri wa kusema waziwazi kwamba TB joshua alitutendea ukatili wa kingono. BBC walipokuja kutuhoji na kutuambia hiki ni mahali salama, tunafanya uchunguzi Semeni ukweli wenu. Hapo ndipo baadhi yetu tuliamua kufunguka. Kabla ya hapo, ulikuwa ni ukweli wa ndani usiosemwa wazi, ambao sisi wanafunzi tuliujua baina yetu, lakini hatukuwahi kuambia hadharani. Kwa nini? Kwa sababu ya hofu. Tulikuwa tumeshuhudia alivyomtendea dada Bisola. Baada ya yeye kutoka hadharani na kusema yaliyompata, alimkataa hadharani, akamchafua majina, hata kutuma watu waliotaka kumtisha au hata kumdhuru. Kwa hiyo tulijua uwezo wake wa kulipiza kisasi, na jambo hilo lilitisha sana. Wengi wetu tuliamua kuwa tuseme juu ya wengine, lakini si yeye. Ilibidi aendelee kuonekana kuwa mtakatifu machoni pa watu. Hadi mtu amepitia haya mwenyewe, hawezi kuelewa maumivu na mateso ya kiakili ambayo nimebeba kwa miaka yote hii. Je, mmewahi kujiuliza, labda mimi ni mwanamke aliyeumizwa sana ambaye sasa yuko kwenye safari ya uponyaji? na ndiyo maana nikaamua kuanzisha taasisi ya Gwan Foundation. Taasisi hiyo ilizaliwa wakati wa janga la korona, kipindi ambacho kila mtu alikuwa amefungiwa ndani. Ilibidi nijitafakari mwenyewe na niulize kwa nini haya yote yametokea, nini kilinipata maishani mwangu. Ndipo nilipotambua kwamba tangu nikiwa na umri wa miaka 16 nimekuwa nikiumizwa na majeraha yanayotoka ndani ya makanisa. Hapo ndipo nilipoanza kueleza hadharani kile nilichopitia mikononi mwa wachungaji na watu wa dini. Kwa wale wote wanaonishutumu na kusema kwamba natafuta umaarufu au huruma, nawaambia hivi, shukuruni tu kwa sababu wake zenu, mabinti zenu au watu wa karibu nanyi hawajawahi kupitia mateso niliyoyapitia. Ikiwa mimi ndiyo sadaka ya kutolewa ambayo Mungu anaitumia kufungua macho ya watu juu ya madhila yanayotokea ndani ya makanisa, basi na iwe hivyo. Maana kama si kwa sababu ya maumivu niliyopitia, wala mimi walads, wala taasisi ya Gwan Foundation isingekuwepo leo. Je, nimepokea vitisho moja kwa moja? Hapana, si kwa sasa, ila ni watu wanaoandika tu maneno ya kejeli mitandaoni. Lakini mambo mengi yamebuniwa juu ya jina langu, maana kampeni za kunichafua zilipoanza, watu walikuwa tayari kusema chochote, hata vitu visivyokuwa na msingi wowote. Watu wapo tayari kusema au kufanya chochote ili kuchafua jina lako, na wale ambao hawajachukua muda wa kukufahamu wewe au kuelewa kile ulichopitia, hukuhukumu kwa haraka na kukutupa kwenye matope. Kwa hiyo, hapana, hadi sasa sijaweza kupokea tishio la moja kwa moja, au labda sijalitambua kama tishio, lakini ninaona yote yanayoandikwa kwenye mitandao ya kijamii. Siku hizi watu huandika na kusema lolote wanalotaka kwenye mitandao ya kijamii bila aibu wala heshima, lakini ninamshukuru Mungu kwa kuwa filamu ya makala dokumentari ilitoka, kwa sababu kwangu mimi ilikuwa kama kurejeshewa heshima. Ilikuwa njia ya kuthibitisha kwamba sikuwahi kusema uongo katika miaka hii yote. Kwa wale wanaosema kuwa alibuni yote kuhusu TB Joshua, mimi huwauliza swali hili: je, nasema pia kuwa kila mtu aliyeongea kwenye ile makala alikuwa anadanganya? Kwamba wote walitunga jambo lile lile? Hilo halina mantiki kabisa. Je, naogopa kwa ajili ya maisha yangu? Kwa kweli hapana. Sina hofu kwa sasa, kwa sababu dhamiri yangu iko safi. Sijafanya kosa lolote, isipokuwa kuamua kusema ukweli wangu, kuinua sauti yangu, kueleza machungu na majeraha niliyoyapitia. Labda ningekuwa na hofu kama ningekuwa na buni mambo au kuingilia maeneo ya watu lakini ninachofanya ni kueleza tu ukweli wangu, na naamini kuna mtu mahali anasikia haya na anaweza kujitambulisha na maumivu yangu, na kwa sababu hiyo naye atapata ujasiri wa kusema. Hivyo basi, hapana, siishi kwa hofu. Kitu kinachonihuzunisha sana ni kwa ajili ya watoto wangu, mwanangu wa kiume na binti yangu. Wao wanajua ukweli wamesikia ushuhuda wangu kuhusu TB Joshua. Walikuwepo pale BBC ilipokuja Afrika Kusini kutuhoji, walijua kila kitu. Lakini sasa wameshakuwa watu wazima kiasi cha kusoma na kuelewa, wanaona yote yanayosemwa kuhusu mimi kwenye mitandao ya kijamii, kwenye YouTube, kwenye maoni. Hilo ni gumu kwao. Kwa upande wangu, ndiyo, baada ya ile makala nimepata nafuu fulani. Kwa mara ya kwanza niliweza kumiliki sehemu ya maisha yangu ambayo nilikuwa naificha kwa sababu ya woga. Niliweza kusema hata mimi nilifika kwenye jengo la ghorofa tano, hata mimi nilienda kwenye mlima wa maombi, hata mimi nilidhulumiwa na yeye. Hilo lilikuwa kama kufunguliwa, japokuwa linafungua tena vidonda vya zamani. Ni maumivu kurudia kupitia yale mateso, lakini ni muhimu kwa ajili ya uponyaji. Je, nina furaha kwamba alikufa kabla hajajibu mashitaka haya, kabla hajatoa upande wake wa maelezo? Hapana, lakini pia najisemea, angeweza kusema nini? Nililazimika kujifunza kukubali msamaha ambao sitawahi kuupata, kwa sababu alikufa bila kusema lolote. Je, tulikuwa tumejiandaa kwa mashambulizi ya watu? Ndiyo, tunajua kuwa wapo waumini waaminifu kupita kiasi ambao wako tayari kuishi na hata kufa kwa ajili ya baba zao wa kiroho kwa hiyo hatukushangaa kwa mapingamizi. Na sasa Gwan Foundation inaendelea mbele. Hatuwezi kufumba macho mbele ya ukatili wa kijinsia na mauaji ya wanawake kwa misingi ya jinsia. Nimesema kila mara kwamba nitapaza sauti yangu kupinga maovu haya. Hakuna kitu wala mtu yeyote atakayeninyamazisha. Ndiyo, ninalalamikiwa, ninatukanwa, watu wanajaribu kuniharibia jina lakini huu ni mwelekeo wangu wa maisha, safari yangu ya uponyaji, na ninaishi hivyo kwa ukamilifu. Sitaishi kwa kutegemea sifa za watu, kwa sababu nikifanya hivyo nitakufa pia, kwa sababu ya shutuma zao. Kwa ajili ya afya yangu ya akili, ni lazima niwe huru.